Kwa hiyo mimi nielekeze kitu kimoja tu, Mheshimiwa naibu Waziri, huko hapa kumekuepo na kilio maeneo mengi ya zile dawa mahususi kukosekana. Tuna hospitali nzuri na majengo mazuri na huduma nzuri za vipimo, vipimo vinapatikana vya, vya, vya kisasa ambavyo mtu akipelekwa India anatumia vipimo kama hivi hivi inatokea tu, tuna madaktari wazuri na mheshimiwa rais ameelekeza ame, ame ndani ya siku mia waajiriwe wengine elfu tano Kumekwepo kumekuwa ikijitokeza, ikijitokeza, mgonjwa anaonana na daktari bora kabisa bingwa, vipimo vinaonyesha, vinatambulika anachoumwa, inaonekana dawa ile mahususi anayotakiwa kutibiwa haipatikani hospitalini hili limekuwa likileta dosari, na wagonjwa wakielekezwa wakatafute dawa kwenye kioski ama kwenye duka la dawa lililo jirani. Sasa hospitali kubwa kama hii